Ameisha maisha ambayo yalionyesha aina fulani ya uduni. Eh, ni kweli, sio kwamba tunahimizwa kuwa duni tuishi ovyo ovyo. Hapana, tunapaswa kuishi maisha yenye heshima eh, yenye hadhi fulani, lakini sio ya kujikweza na kujiweka juu kiasi kwamba mtu wa kawaida asiweze kukaribia, asiweze hata ku, ku, kuongea na wewe. Kwa hiyo ndo hayo maisha ya, ya Kristo ambayo tuliyaona kwa, kwa katika maisha ya Baba Mtakatifu, kwa kweli alikuwa mnyenyekevu, mtu wa kawaida na aliweza kuongea na wote. Hata sisi viongozi wa kiroho wa leo, kwa kweli tunapaswa kuwa hivyo. E, watu wasikate tamaa kwamba uko katika maisha ambayo pengine mtu mwingine anaweza akakuona ni maisha ya chini mno. Hapana e, ni kurizika lakini na kujibidisha, ili hatimaye utoke hapo ulipo uende katika hatua nyingine pia ya maisha, kwamba yeye alifanya kazi e, pengine ya, ya kuajiriwa e, na pengine inaonekana kuwa ni ya chini lakini hakujikata, hakujikatia tamaa. Aliishi kwa matumaini na hatimaye eh, unaona taratibu taratibu amefikia hatua hiyo ambayo amemaliza nayo. Kwa hiyo hasa vijana wetu tusikate, wasikate tamaa wajipe moyo, lakini wajibidishe, na sisi wengine serikali na wanajamii wote kwa ujumla E, tuhakikishe watu wanapata nafuu ya maisha, maisha yenye hadhi, maisha ya viwango vinavyokubalika katika jamii. Kitu ambacho kinanigusa sana kwa maisha ya huyu baba ni ule unyenyekevu, unyenyekevu kwake mwenyewe na utayari wa kuishi unyenyekevu katika mazingira yoyote kwa unyenyekevu huo ulimpelekea asiwe mtu wa kujikweza, pamoja na kwamba nafasi yake ni ile ya juu kabisa ndani ya kanisa Katoliki, lakini kwa unyenyekevu huo alijishusha chini, si kwa makardinali, si kwa maaskofu, si kwa mapadre, si kwa mashemasi, si kwa watawa wa kiume, wa kike, bali kwa lika, awe mtoto mdogo, awe tajiri awe mtu wa namna yoyote ile, alijitahidi kuonyesha ule unyenyekevu. Kwa hiyo la mwisho nini tujifunze sisi kama eh, Wakatoliki au watoto wa Mwenyezi Mungu, tujitahidi kuonyesha upendo, hilo ni la kwanza, kwa watu wote wenye mapenzi mema, bila kujali itikadi zetu. Lakini pili, tujitahidi kuwa watu wa huruma na msamaha kwa wadhambi, kwa waliotengwa na tatu tuonyeshe ule unyenyekevu na upendo kwa wale wanaohitaji msaada wa maisha yetu. Mwisho tujitahidi kulinda na kutetea uhai kama ambavyo Baba Mtakatifu alisisitiza katika kipindi cha maisha yake. Ni pigo kubwa ambalo kanisa na waumini wote limetufika, na hatukutegemea katika kipindi hiki kwamba tutaweza kumpoteza, lakini basi ni mapenzi ya Mungu. Tumelipokea kwa imani, tunazidi kumwombea kwa Mungu aendelee kupumzika kwa amani mbinguni, na imani ambayo alifundisha katika kanisa, tutaendelea kuenzi mafundisho yake unyenyekevu wake na yote mema ambayo aliyatenda na kuyaonyesha ndani ya kanisa kwa watu wote, na hakuwa na ubaguzi. Basi tunazidi kuomba roho yake ipate rehema kwa Mungu, ipumzike kwa amani. Ni kwa imekuwa kama ghafla, lakini ingawa tulijua aliugua, lakini ile kuonekana siku ya Pasaka na kesho yake akawa ya sasa ameaga dunia ni mshtuko na ni kama mtu kwa kweli unamwona ni mtu ambaye pengine basi namna yake alikuwa anatumia nguvu zake zote, lakini hali labda haikuwa nzuri sana kwa kweli. Katika, katika historia ya mababa watakatifu tuliowasikia na wengine kuwa, kuwa, mimi nimeshuhudia wengine pia kuwaona na nawafahamu kwa utendaji mwingi. Huyu alikuwa na namna yake, ni Baba Mtakatifu ambaye amechukua uongozi wake katika changamoto nyingi sana za kiulimwengu changamoto na mambo ambayo hayakuwepo, ameyapokea, amekwenda nayo kadiri ya namna alivyoona iende. Kwa hiyo busara zake na umri wake ule alipashwa kuyumba kwa mabadiliko haya, lakini hakuyumba, ameenda na vijana, ametoa maamuzi kadiri ya jinsi anavyoona inafaa.